Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Msimu wa uvuvi wa majira ya baridi wenye historia ya karne kadhaa umefika kwa mara nyingine tena kwenye maziwa yaliyofunikwa na barafu katika sehemu zenye baridi kali za kaskazini na kaskazini mashariki mwa China, huku samaki wengi wakitarajiwa. Katika mji wa Chifeng kaskazini mwa mkoa unaojiendesha wa Mongolia ya ndani wa China, wavuvi wamekuwa wakivumilia baridi kali, kurusha na kuvuta nyavu zenye urefu kina cha mita 170 chini ya barafu yenye unene wa zaidi ya mita moja kwenye ziwa la Dali. Kwa bahati nzuri, uvuaji wa takriban kilo elfu 25 za samaki ulistahili juhudi hizo. Timu ya wavuvi inapanga kuendelea na kazi kwa muda wa siku ishirini huku ikitarajiwa kuvua kilo laki 1.8 za samaki kulingana na mkuu wa timu. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, ili kulinda mfumo wa ekolojia, Ziwa la Dali linaruhusu tu uvuvi wa majira ya baridi na jumla ya kiasi cha chini ya kilo laki mbili, lakini shughuli hiyo pia inaleta mapato kutoka nyanja zingine kama utalii kwani shughuli za kitamaduni zinavutia watalii kutoka kote nchini. Wavuvi kwenye ziwa la Maoshing lililofunikwa kwa barafu katika mji wa Daqing, kaskazini mashariki mwa mkoa wa Heilongjiang nchini China pia walisherehekea kupata mavuno mengi, kwani wavu wao wa kwanza chini ya shimo la barafu ulileta zaidi ya kilo laki moja za samaki ufukweni. Mamlaka ya utalii ya ndani pia iliweka sanamu za barafu zenye taa za kuvutia, vifaa vya burudani na eneo la chakula chenye sifa maalum, ikiwa ni pamoja na samaki kutoka ziwani ili kuwapa watalii burudani kamili. Katika ziwa la Chagan lililoko mkoani Jilin, kaskazini mashariki mwa China. Wavuvi waliopata mavuno makubwa ya samaki wanaendelea kufunga samaki hao halafu kuwapeleka katika soko la samaki. Wafanyabiashara wengi wa biashara za kielektroniki na makampuni ya usafirishaji wa vifurushi vimefungua matawi kwenye soko hilo ili kutuma vifurushi vya samaki mabichi kwa sehemu mbalimbali duniani. Inakadiriwa kuwa